Wanunuzi wanatakiwa kununua mazao eh, kupitia minada ya kidijitali na baada ya hapo kwenda kuchukua mazao hayo vijijini. Sasa eh, wanunuzi wamekuwa wakipokea mazao hayo nje ya mfumo eh, kwa kuyanunua pasipo kupitia minada ya kidijitali, na sasa COPRA kwa kusaidiana na taasisi zingine imekuwa ikifanya na kuchakata taarifa za ununuzi za hawa wanunuzi mbalimbali. Kwa hiyo eh, kwa kutumia taarifa za ununuzi ambazo eh, zipo katika mifumo mbalimbali iliyopo katika nchi yetu, tunakuwa tuna uwezo wa kuona kiasi ambacho kimenunuliwa kutoka ndani ya mfumo na kiasi ambacho kimesafirishwa pasipo kununuliwa ndani ya mfumo. Kwa hiyo, tunapofanya uchakataji wa taarifa hizo, Tunaku, tunakuja kugundua wale ambao wamesafirisha lakini mzigo waliousafirisha hawajaununua ndani ya mfumo. Sasa COPRA imewabaini wafanyabiashara hao na kuwafikisha katika vyombo vya kisheria ili waweze kuhojiwa, na pindi watakapobainika kuwa wamefanya makosa hayo, basi sheria itafuata mkondo wake. Uh, wanunuzi hawa wakishabainika na taratibu zote za kisheria zikafuatwa na wakabainika kwamba kweli wamefanya makosa haya, kwanza watafungiwa, hawataweza kufanya biashara ya mazao haya ya nafaka na mazao mchanganyiko katika nchi yetu, lakini pia watafunguliwa mashtaka uh, wana uh, watafunguliwa mashtaka ambapo wakigundulika watakuwa wana uh, wako rahabo kufungwa kwa kifungo kisichopungua eh, miaka miwili jela, lakini pia na faini isiyopungua milioni tano kwa kila zao waliosafirisha nje pasipo kupitisha kwenye mfuko. Aa, ninaomba aa, kutoa rai kwa wadau wote, hususan wafanyabiashara, kuacha mara moja matendo ya kiudanganyifu, ikiwepo kununua mazao hayo nje ya mfumo uliowekwa na serikali. COPRA haitamvumilia mfanyabiashara yeyote atakayebainika kutofuata taratibu zilizowekwa na serikali aidha niendelee kuwahakikishia wakulima na wadau wengine wote wa mazao ya nafaka na mazao mchanganyiko uh, kuwa mamlaka ya udhibiti wa nafaka na mazao mchanganyiko inaendelea kusimamia na kuhakikisha hakuna mtu yeyote anayefanya udanganyifu utakaopeleka kuvurugia huu uh, mfumo wa biashara ya mazao nashukuru kwa kunisikiliza